E, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga African Sports Club. Kama mnavyojua ni utaratibu wa kawaida e, bodi kuweza kukutana na wadau wake, mdau mkubwa akiwemo vilabu e. Kwa hiyo leo tulikuwa na hicho kikao ya, leo tulikuwa na hicho kikao. Itakumbukwa kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu e, na pale wenye chombo chao wanapokutana ee, na watendaji na mamlaka za chombo chao, basi kwa kweli siku zote kumekuwa ni jambo ambalo sisi kama bodi, kwa maana ya good governance, kwa maana utawala bora, ni kitu ambacho tunakifurahia na kitu ambacho tunaamini kinaweza kikatuondoa kwenye migogoro na kutupeleka pale ambapo kila mmoja anatamani kuweza e, kufika. Sisi sote ni mashuhuda tumekuwa na mm -hmm. Kumekuwa na sintofahamu kubwa katika mchezo namba mia themanini na nne e, mchezo baina ya Simba na Yanga na Simba ambao tuliwahirisha e, pale tarehe nane nafikiri Machi e, kume, kume, kume na tangu tulivyowahirisha kume, kumekuwa na mambo mengi yamepita hapa hapa e, katikati e, mara baada ya kuwahirisha, tulipokea malalamiko kutoka kwa wenzetu wa Yanga e, wakijaribu e, kuomba Eh, bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji iweze kuona namna gani nzuri ambayo inaweza ikawapatia pointi tatu, lakini pia kulikuwa na malalamiko mengine eh, ambayo waliainisha katika barua yao eh, bodi likaa, eh, ikaweza kuwajibu eh, na baada ya kumaliza kuwajibu kupokea wenzetu eh, wa Yanga wakuridhika na majibu ya bodi, kwa hiyo yu ikapelekea kwenda ku, kupeleka malalamiko yao katika chombo cha juu na cha mwisho cha maswala haya ya usuluhishi wa mambo ya michezo ambacho kimepewa dhamana na shirikisho la mpira wa miguu e, duniani. E, sisi sote ni mashuhuda. baada ya shauri kupelekwa kasi kasi, walikaa wakalifanyia maamuzi na baada ya kufanyia maamuzi e, vilabu vyote vilijulishwa, bodi tulijulishwa, shirikisho la mpira wa miguu tulijulishwa. Na baada ya kupokea hiyo taarifa, tulikuwa na wajibu sasa wa kuueleza umma ni kitu gani ambacho wenzetu wa kasi wameweza, eh, wameweza kuamua. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi, sisi tuliamini kwamba eh, kila kitu kimefika mwisho na kwa mujibu wa utaratibu wa masuala ya mpira kwa mujibu wa kanuni zetu tulizokuwa nazo zinatambua kwamba pale kuna kutokea mgogoro wowote unaohusisha masuala haya ya michezo ya ligi, unaohusisha ligi, basi chombo cha mwisho chenye maamuzi ni CAS. Lakini ukienda kwenye katiba pia shirikisho la mpira wa miguu eh, nayo inatambua hivyo. Ukienda kwenye governing regulation ya bodi ya ligi kuu, ambacho ni chombo cha vilabu, ambapo ni chombo chao, ni vilabu pia inazungumzia hayo mazingira pale itakapotokea sintofahamu eh, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi, basi chombo ambacho tumepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa shik, kwa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani eh, ni FIFA eh, lakini pia hata katiba ya vilabu vyenyewe hivi ambavyo vinashiriki eh, ligi zetu zote tatu ambazo tunazisimamia pamoja na zile ligi E, za kule chini kwa maana ligi za wilaya, ligi za mikoa eh, zote lazima, katiba za kila timu lazima ziseme kwamba itakapotokea mgogoro wowote unaohusisha eh, masuala ya ya, ya ya ya ya michezo kwa maana ya ligi na vitu vya hiyo, basi chombo cha mwisho kitakachokuwa na mandate eh, ya kumaliza huo mgogoro eh, ni CAS. Na unaweza ukaona kwamba sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika kasi limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba, tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15, lakini bado pia kuliendelea na sintofamu nyingi. Si sote ni mashuhuda? E, katika busara ya kawaida kama nilivyotangulia kusema kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu. Kwa hiyo kinawajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika hapa na, ama anapoonyesha kuto kutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye, tunazungumza na vitu vya na vitu vya ndani e. Hii kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo imetangulia kuyazungumza, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, e, na msingi wake mkubwa E, ni kuona namna na gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyo iliyojitokeza e, tangu huu mwezi wa tatu. E, tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. E, ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo kama bodi kama vilabu ndio aina ya ya ya ya, ya ndio aina ya ndio platform pekee, kwamba kunatokea tatizo mnaandikiana na barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipo mlipo mlipo mlipofika e. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne yeah, wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi kama sekretarit e, tuna wajibu e, ya kupokea na kuyachakata, sio kupokea tu, napokea na kuyachakata, na, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu, kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi mnayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika, ili aweze kufanyiwa kazi na afanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne jambo la kwanza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 E, kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa hili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya, ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi